Mawadda hii ni mahabbatun khalisa, yaani ni mapenzi khalis. Mm -hmm. Yaani ambaye kwamba haijachanganyika na chochote kile. Mm -hmm. Maulana, kuna mapenzi ambaye kwamba unaweza kuwa nayo Naam. Alafu ikapata badil ya kitu ambacho kwamba iko moyoni mwako. Mm -hmm. Kivipi? Kuna wakati mtu eh, tuchukue mahaba, mfano mahaba kwanza Mm -hmm. Katika mahaba maulana, unaweza penda mtu lakini kukaa kuna nafasi ya badili. mm -hmm. Mathalan, wale ambao kwamba wanaishi katika maisha ya ndoa, mm -hmm. anaweza ambia mke wake au anaweza mweka mke wake au mume wake moyoni mwake. mm -hmm. Lakini e, itafika pahali ambapo kwamba mume au mke atapata nafasi ya mtu mwingine moyoni mwake, ima mume atapata nafasi ya mke mwingine na moyoni mwake au mke